Hmm. Yeah. Wapenzi wake uli- ulimfumania ama ulikuwa una shuku ama ilikuwaje? Okay, saa saba ya usiku na jamaa anampigia mke wake simu saa so, hiyo ndio rafiki yake ama ni nani huyo? Si usiku watu wanalala. hmm. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> alikuwa anapokea simu saa saba usiku. Okay, kwa hivyo uliweza kuthibitisha kwamba hawa ni wapenzi wake E, ni wapenzi wake hii. mm. ni maisha gani? mm. E, lakini alafu mi bado nampenda. Alafu akakuacha kaenda zake na akakwambia atake mambo ya wanaume na wewe bado unamfuata? Mi bado namfuata bado namtaka e, kabisa. Kwa lazima? Si kwa lazima, kwa heshima ya kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Mwenyezi Mungu <laughs> <laughs> yeah. Herade, herade, herade. Una miaka mingapi? Mi niko na 32. 32. Eh. Yeah. Na mke wako 25? 25. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? Tumekaa kwa ndoa kwa miaka 3, miaka... 2015 hadi 2018 Januari. Yeah. Wewe jamali, ni kuna wakati aliniambia nilitoka kwetu kama mimi si, si, mimi, nita, nitarudi kwetu kama mi nikiwete. Alikwambia hivyo? Kuna wakati aliniambia ataniua na tena naishi na yeye na, na kisu ameweka juu ya kitanda Kichwa. Kisu, oh, kisu. Kisu. Ameweka juu ya kitanda kitanda, ananiambia ataniua. Yani mnalala kwa, unalala kwa kitanda na kisu kwa hapo juu? Na kisu hiyo, kisu alinunua huko Nairobi, tunaishi na hiyo kisu juu ya kitanda, akarudi nayo hapo kwao, na tena ananiambia nitatoka kwetu kwao kwama simi nikiweta Oh. Ache tu niishi peke yangu juu niko na watoto hata tangu ni hata watoto ajui anafanya, ana- anavaa aje anakula aje, mm. Mi ndio niko na watoto, aniache tu venye niko. Na sitaki story zake, we we we we, sitaki story zake we, we, we, we, we. Yes, Gidi. Ebu ongea na mke wako nisikie. Okay, sir. Queen. a Okay, nakusikia. Sawa, mi naomba kusema hivi eh. makosa nimekufanyia mingi, hata nikianza kuongea saa hii nitamaliza tu kesho. <laughs> na hiyo kisu unasema hiyo ni yangu ya starehe tu, Gidi hiyo. <laughs> <laughs> <laughs> ni yangu ya raha tu na yakatukwa kitanda, hiyo ni yangu ya kukula paipai na yakatua hapo hivyo sasa, Queen bado mi nakupenda queen, afadhali lokpachinya atemanyako mundo wadaku. Kubali wewe hapo hivyo, tunaongea kwa redio jambo. Lakini queen, nimekuomba watu wa milioni kumi sahii wana